Katika kukabiliana na changamoto ya upungufu wa walimu wa lugha za alama katika shule maalum hususani za viziwi zilizopo kwenye wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro halmashauri hiyo imeanza kutekeleza mpango maalum wa kuandaa walimu wa lugha hiyo lengo likiwa ni kuongeza idadi ya walimu hao mwandishi wetu Tadei Masawe kutoka Moshi Kilimanjaro ana taarifa zaidi afisa elimu wa wilaya Moshi Jeshi Lupembe Ametoa kauli hiyo wakati wa maadhimisho ya wiki ya viziwi duniani iliyofanyika kimkoa katika manispaa ya Moshi ambapo amesema serikali inatambua changamoto hiyo na tayari imewaandaa walimu watakaopelekwa katika chuo cha viziwi Patandi mkoani Arusha kwa ajili ya kusomea lugha hiyo. Kuna walimu ambao tumewashawishi na kuwapeleka katika chuo chetu pale Patandi kwa ajili ya huduma hiyo. Baadhi ya wanafunzi wa shule maalum walioshiriki katika maadhimisho hayo wamesema ukosefu wa walimu wanaojua lugha ya alama pamoja na wakalimani imekuwa ni tatizo kwao katika kupata huduma kwenye maeneo muhimu kama mahakamani na mahospitalini, hivyo wanaomba lugha ya alama ipewe kipaumbele kama zilivyo lugha nyingine. Akizungumza katika mahojiano maalum na kituo hiki mdau wa elimu viziwi ambaye ni mkurugenzi wa asasi ya kiraia ya Chadiriji Tanzania Bisheila Makindara. Amesema shirika hilo limeanza kutoa mafunzo kwa jamii ikiwemo walimu na watumishi wa taasisi mbalimbali ili kuhakikisha watu wenye mahitaji maalum wanahudumiwa ipasavyo. Vizuri serikali ikaona umuhimu wa lugha ya alama kwa jamii ya viziwi. Aa, kwa sababu wanafunzi viziwi walioko katika shule za msingi angalau wanaweza wakapata elimu katika njia nzuri, lakini kwa upande wa sekondari kunakuwa na shida. Tunatoa mafunzo hayo kwa wanafunzi, walimu, lakini pia kwa wazazi, ili mtoto huyo anapofunga shule akirudi nyumbani aweze kuwasiliana na mzazi wake. Na sehemu ya tatu ni, tunatoa ushawishi kwenye serikali zetu hizi za wilaya kwamba waboreshe huduma za viziwi kwa kupitia uh, kuongeza bajeti yao kwa ajili ya viziwi. Tunajua, ikiripoti kutoka wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro, mimi ni Tadei Masawe wa Channel 10.